Ni kwamba spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametoa wito kwa jamii ya Mulembe kulingana na kuendeleza ushirikiano wake na rais, na serikali ya rais William Ruto. Serikali ambayo anasema inajali maslahi ya jamii hiyo. Akizungumza katika eneo la Lugari County ya Kakamega, Wetangula ametaja baadhi ya miradi ya maendeleo inayoendelezwa na serikali maeneo hayo ikiwemo ujenzi wa barabara na uboreshaji wa viwanda akiwataka wakazi wa eneo hilo kuzingatia umoja na kumuunga mkono rais Ruto hatua itakayohakikishia maendeleo na kuimarisha eneo hilo. Tunataka kuona watu wetu mshike vipande, mujiandikishe kura sisi tuendelee kutafuta marafiki kwa sababu hata tukiwa wengi peke yetu hatuwezi, yeah. Katiba inasema lazima tukuwe na kaunti, yeah, ishirini na ine. Sisi jamii yetu tuko na kaunti tano, yeah: Trans Nzoia, Kakamega, Bungoma, Vihiga, Busia. Tukiongeza Nairobi zinakuwa sita. Sasa lazima tutafute zingine kumi na nane ndio tuweze kugonga hii kitu. Sasa kubali, wakati nikitembea kama nabii haonekani hapa, musiseme mbunga ameenda wapi? Yeye anaenda kuwinda huko na papaa, na hiyo ni juhudi ya watu wa Kenya. Hata wakulima wa hapa kwetu faktori zetu za miwa, nyinyi huko mlikuwa na bahati, muko na Butali, muko na West Kenya Ukiingia pale Nzoia watu wameumia vilivyo, au wabunge wameshirikiana na bunge wametengeneza. Sasa Nzoia mwegezaji ameingia na inaanza kufanya kazi mwezi wa Disemba, mambo yanakuwa sawasawa sawa. Ile tu tunawaomba kwa kufanya hii maendeleo yote ni umoja wetu, tupendane tafadhali, mimi ni wenu, nawaomba. Ombi kingine, naomba vitu viwili tu: maombi na mapenzi.